Niende kule mbele nikapindua ile meza na viongozi hivi. Wewe kijana unanitafuta, adoniliho hey, kuna mara gani yakuwa na viongozi? Yaani mtu unapigwa, niko hapa na kuna viongozi. Mara gani kuwa na viongozi? Aya jamani, mbona kama mnaleta tena vurugu? Hebu tunaomba tuwe tupunguze kwanza, jaziba tumeitana hapa kwa ajili ya kupata suluhu. Nazingua sana kiti, mwenyekiti kasha simama. Jamani, mkutano umefungwa, mwenye kiti kasha simama, mkutano umesha fungwa, mkutano umeisha. Tuondokeni jamani, wananchi ah,

Kukuelewa? Kukuelewa. Kukuelewa aje? Mzee yule mgoli ng'ombe yule. Yule ule mzee maneno analeta ambushi gani, kama ile kwenye mkutano pale, mkutano wa hadhara analeta ambushi kama ile ule, Watalifa, sasa, hmm. At, Yule mkutano, kwa taarifa, sasa tunavyozisikia mtendaji alikula rushwa, yule mzee mtendaji yule. Yule mzee. Zii, mbona ni mtu wa busara sana, inatokeaje kitu kama hichi mdogo wangu? Kwenye hela hakuna busara, mdogo wangu lama. Wewe mwenyewe ukizungua tu baba yako <tukano> mzazi anakutoa kafara. Kwenye kipande cha hela hamnago busara, ndugu yangu. yangu yakuagiza masile basi tucheze hebu. Unaona, wewe ampembea, wewe alete masile ya buku blaa

anakwenda kuumia blaza, nisikilizie sasa. Mshindo uwapo aiaaaa ah! Nishaliwa ile mboga tayari, sielewi mdogo wako ndo nini hapo sasa, tunafanyaje hapo? Sielewi familia yangu itaenda kuishi vipi. Ndo hizo tunazozungumzia, hizo hata ile mzee vile vile, wazee wanamiliki familia wanashindwa kuzitunza, ndo baadaye wanakuja wanaingia kwenye vipande vya rusha. Sasa ndo hivi wanacheza, una malengo ya familia. Bwana mwenyekiti. Naam. No. Si tumekuja na ndugu yangu hapa Bwana Maneno, kulingana na kile alichokifanya kwenye mkutano kwa kweli kilikuwa sio kizuri na hakikupendeza tu kwenye macho ya watu, na ndio maana nikaamua kuwatafuta hawa wazee ambao walidishiwa mashamba yao, ili tuje kwako bwana mwenyekiti, waweze kukiri na kulimaliza, ili tuweze kukaa vizuri eh. Wakulima na wafugaji, ikiwezekana bwana maneno awafidie hawa wakulima mazao yao, ambao mifugo yake iliharibu. Ko, tunaomba bwana mwenyekiti utusaidie hiyo. Nimeleta ndugu yangu hapa akili kwa hawa wazee eh. Ndugu mwenyekiti, wazee wangu kwanza naomba mnisamehe, maana sisi ni binadamu, hakuna mkamilifu. Kweli mifugo yangu imeharibu mazao yenu, pia nimefanya kosa kwenye mkutano, nimepiga kijana wa watu bila hatia. Naomba Mungu anisamehe na nyinyi wazee wangu mnisamehe. Najua hizi ni hasira tu za ubinadamu. Kwa niko tayari wazee wangu kurudishia fidia <muchu> kwenye vile vipande vilivyoliwa na mifugo yangu. Mnaombeni sana mnisamehe, wazee wangu. Lakini mzee Maneno, ulichokifanya ni wazi kabisa, ulikuwa pamoja na mtendaji kwa sababu hata kwenye lile somo la mkutano mtendaji hatukuona aongee chochote, na ndio maana hata leo hii hajafika, amekuja mwenyekiti peke yake okay. Ulijiungamanisha na mtendaji, kwa hiyo ulimkamata ili uendelee kutufanyia sisi maovu wa kulima ya kutuchungia mashamba yetu. Ni sawa kama unavyosema mimi ni binadamu, kwani kipindi unatulishia haukuwa binadamu, bwana maneno huo ubinadamu uliupeleka wapi? Mimi siwezi kuongea mengi sana lakini, kwa mfumo uliofanya na mtendaji, tunawasiwasi naye, na ndio maana mlimtenga mwenyekiti. Kiti leo mtendaji hapa hayupo, anachoongea bwana China ni sahihi, kwa sababu huyo kazoea kwayo. Alichoongea bwana China, mimi niko naye pamoja sambamba wa wazee wangu, nimewasikiliza vizuri sana maelezo yenu mlipokuwa mnazungumza, lakini sasa mpaka mtu kuchukua hatua ya kutoka alikokuwa mpaka amefika hapo, ni kwamba moja kwa moja ametambua kosa lake. Kwa hiyo ndio maana amekuja katu, katu, katupa taarifa wote, jaribuni kumsamehe Mzee Maneno najua ameteleza, amekosa, ila ametambua kosa lake alilofanya, na ndio maana amekuja kuomba msamaha. Kwa hiyo nawaomba wazee wangu mumsamehe Mzee Maneno. Mimi nataka kunukuu kauli ya huyo aliyemleta ndugu yake aliyemtetea na kumleta hapa. Bila shaka walikaa kule wakaongea hayo waliyoongea aligusia kitu kimoja kinaitwa fidia. Sasa ni vyema tungejua, sio tu tumsamehe sisi, kule tumeshaumia kwenye mashamba yetu na sisi ndo tegemeo letu, leo inatakiwa tumsamehe bure tu. Haya, hiyo fidia uliokuwa wameipanga mwenyekiti, hebu jaribu kuidodosa, umdodose Bwana Maneno, hiyo fidia alikuwa ameipangaje? Na kama vipi, basi uamke mwenyekiti, amsha baraza twende kule tu, na wewe ukajiridhishe uharibifu tuliofanyiwa na Bwana Maneno. Sawa sawa, tulikuwa tunasikiliza kwanza kauli zenu, Mbye, Maudia, kwa sababu lazima mje sehemu moja tukubaliane kuwa mmelizia mmeamua kumsamehe, ndipo twende sehemu ya tukio tuangalie uharibifu gani uliofanyika, tujue tupige tathmini kiasi gani atarudishia fidia. Na mimi nilikuwa na hoja kwa hatuwezi tukamsamehe hivi hivi, mpaka tuende shamba tukaangalie kwanza, hapo ndo utaweza kufidiana. mm. hey. wazo langu lakini. Kingine ningependa kushauri kwa kwa bwana Maneno, naamini wewe ni mtu mzima na mfugaji ambaye hujaanza kufuga kipindi hichi, umeanza kufuga miaka mingi, mingi kutoka nyuma. Kwa hiyo ningependa nikushauri kuhimiza watoto wanapoenda kuchunga wasimamie vizuri kwenye mazao ya watu. La, sivyo hizi kesi zitaendelea kuja moja kwa moja ofisini, na tunaanza kuonekana sisi viongozi hatuwatendei haki wakulima. Kwa hiyo ningependa ni washauri wafugaji na wakulima, inapotokea changamoto, kaeni mzungumze, mmalize. Lakini sasa hizi chokochoko, mara nani kalishiwa, kaishiwa hii kidogo, inakuwa inatupa sifa mbaya ya viongozi. Kwa hiyo kwanza nawashukuru sana wazee wangu, na nipende kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwafungulia, mwe mna mitazamo ya hali ya juu kama hivi, lakini juzi kwenye kikao mmetia aibu, mmetuharibia sifa. Kwa hiyo sasa nafikiria hapa, kesho asubuhi tuende shambani, tutembelee mashamba ya wakulima tuangalie uharibifu gani waofanyika, pia tutathmini kiasi gani wanarudishiwa fidia ya wakulima. Wewe nasema asanteni sana, Mungu awabariki wazee wangu, aina aina, asante mm. Kwa hiyo tunashukuru bwana mwenyekiti, kikao mm, chetu kimeisha vizuri, eh, e, basi kesho si tutakuja tu ili twende huko tukaangalie sawa. Sawa sana sana karibuni, tukaangalia, karibuni.

kama unavyomuona hiyo ndio mm. una habari gani shogangu? sina habari yoyote hapa kijijini mwenzangu. Kibanda cha maamazae kiliungua moto. lini tena? Hey, no, Ivo, tena jana. Ilikuwaje? ndo hivyo mamazae, kaungua sana. si unajua tena uchungu wa mwana ajuaye mzazi. mtoto mtoto alinusulika. hey. sina habari yoyote mimi. Ndio hivyo shoga yangu, wako wapi kwa hiyo eh? Ah, sawa, ah. kwa sasa hapo zaanati aya, saa. Ngoja tuangalie tuende kuwaona.